Watu tunapojisahau tunapojisahau, sisi ni kwamba katika mtindo wa kutoharisha mavazi, wengi wetu tunaangalia mavazi haya tunayoyavaa ambayo watu wanayaona. Yani wengi wetu tunatoharisha mavazi ambayo haya tunayoyavaa ambayo watu wanayaona, kwa maana, kama ni kanzu yake itakuwa asafi, kofia yake hata itengeneza kwa uzuri kabisa, haina rahisi yoyote, lakini tunasahau kule wizarani kwenye wizara ya mambo ya ndani, la wizarani, mara nyingi sana wengi huwa tunalipotezea, linaweza likavaliwa hilo hata mwezi ipo. E, kule kule tu inaeleweka vizuri e, yani zile TVS zetu zile za ndani, TVS si sijui zile huwa tunazisahau katika mtindo wa twara, kwa sababu hazionekani katika macho ya kawaida na watu Hapana, ibada ya swala inahitaji twahara ya hilo vazi lako. Kwa hiyo vazi lile, hata kama alioni mtu sema, Mungu ndo anayepokea ibada yangu ya swala, sio mtu. Kwa hiyo twaharisha vazi lile, hakikisha kwamba lipo katika hali ya twahara, alafu unafuatia mavazi yako ya nje ya kawaida, ambayo pia na watu wanayaona, basi unaingia katika ibada yako ya swala vizuri kabisa. Nimeeleweka vizuri hapo eh? Naam. Lakini pia Tohara hiyo hiyo ya najisi inahusika na sehemu unayokwenda kuswalia. Hapo unaposwalia pasiwe na najisi. Kuna wakati mwingine kuna baadhi ya ibada nyingine sisi tunaswalia nyumbani nyumbani kwetu, sio? Na baadhi ya swala tunaswalia majumbani kwetu. Sasa, kwa nini nyumbani kwako hakikisha hapo mahala unaposwalia kama ni mswala wako au hapo mahala kama ni sebuleni kwako pale pa kutohara. Si watoto wamejisaidia hapo hapo na wewe unakuja kuswali pale pale. Mtoto akajisaidia haja yake ndogo, wala hapajasafishwa, hapajatoharishwa, wewe unakwenda kuswalia pale pale, ndakuwa tu sipesha kauka, hiyo mmekauka, lakini kuna najisi hapo. Shee, swalie hapo, maana yake unakwenda kuharibu nini, ibada yako. Kwa hiyo tahara na najisi unalenga katika mwili, katika mavazi na katika sehemu ambayo mtu anayoswalia. Tunaelewa vizuri? Eh, umeelewa vizuri. Baada ya sharti hii ya kwanza, sharti ya pili Satoru laura, Satoru alaura, mtu kustiri mwili, kustiri sehemu ya mwili ambayo inahitajika kustiriwa kwa mujibu wa ibada. Kustiri sehemu ya mwili ambayo inayolazimika kustiriwa kwa mujibu wa ibada, maana stara hizi zinatofautiana. Kuna stara kwa mujibu wa ibada na kuna stara kwa mujibu labda, umekaa wewe na wenzako na marafiki zako, na kuna stara umekaa na wako wenzako, yani stara zinatofautiana hizo. Nazungumzia stara ya kiibada, stara ya kiibada kwa mwanaume, anatakiwa vazi atakalolivaa kwa ajili ya kufanya ibada ya swala liwe limestiri kuanzia kitovu na sehemu ya katikati kushuka magoti. Haya pia yawe imefunikwa, magoti yafunikwe, na hapa katikati mpaka kwenye kitovu kiwe kimefunikwa. Hiyo ndio stara ya ibada ya swala kwa upande wa mwanaume. Kwa maana kama bega atakuwa yapo wazi akiswali swala inaswi. Chini ya magoti kusuka huko chini kwa wazi akiswali swala inaswi. Sio no, ndio vizuri no, no, hapo. Hey, eh, tunaweza kuvaa tu. So, lakini pia katika hiyo stara ambayo inata, inayotakiwa isitiri kuanzia sehemu ya kitovu na sehemu ya katikati kuja mpaka kufunika magoti, stara hiyo pia sehemu kubwa ambayo tunataka tuwe makini, hakikisha hiyo vazi lako lisionyeshe rangi ya ngozi. So umevaa kitambaa chepesi ambacho mtu anaona kilichomo ndani kwa rangi yake kabisa. Ile kinaonekana kama kioo. Maana yake hapo stara hiyo si sahihi. Stara hiyo sio sahihi, lakini pia cha kuzingatia kwa kuwa kimetajwa kitovu, inawezekana mtu mwingine akajisahau akaona kwamba si kitovu tu. E, na sehemu ya a a mzunguko mzima raundi nzima kama itakuwa mstiri kitovu lakini upande wa nyuma huku kwenye kiuno uko wazi, amna stara. Wengi huwa tunaswali katika mtindo huo. Wakati mwingine tumejistiri sawa vizuri mafulana yetu na, na suruali zetu, lakini suruali labda imeshuka huko, wakiinama ile nguo ya juu inakuja juu zaidi, na ile ya chini inashuka kidogo, na kuna wakati mpaka bonde la namna gani, vipi linaonekana, iko hivyo. Na komana, swali hivyo. Kepo, na swali bila stara kwa mujibu wa sheria. Sasa ukiswali bila ya stara, maana yake swala inaharibika. Kwa hiyo lazima tuwe makini katika kipengele hiki ili tutengeneze usahihi wa swala zetu. Kwa hiyo mavazi lako lisionyeshe rangi ya ngozi hai, haiziwiliwi hai, na wala haisababishi swala kuto si kama vazi lako litakuwa labda limebana, anaweza kuwa amevaa vazi limebana yaani inaonyesha michoro ya viungo vyake. Michoro ya viungo vyake haina shida katika ibada ya swala. Inawezekana ikawa kuna shida tu katika stara nyingine, kama ni vazi lako hilo limekubana bana, inaonyesha michoro. Kama ukikaa sasa na mkwe wako namna hiyo, mama mko, inakuaje hapo, na michoro yote iko iko wazi, inaweza ikawa tatizo. Lakini katika ibada ya swala huko ndani, kuna swali, haina shida ile vazi, muda wa kuwa ni nzito, alionyesha rangi ya ngozi. Tunaelewana vizuri hapo eh? lakini kama nitaonyesha rangi ya ngozi stara hiyo haifai, hata kama itakuwa nguo yako imejiachia vizuri. Na kingine kinachozingatiwa katika hiyo hiyo stara, inazingatiwa sana mzunguko, lakini pia na sehemu ya juu, huko juu lazima ubane, uko chini, hata kama vazi uliovaa kwa mfano labda msuri au kanzu ukavaa chuku chuku, eh? yaani ndani hakuna kitu chochote, baada ya kanzu au msuri umevaa shuka yako kavu kavu, ndani hakuna kitu, haina shida. Kiasi ambacho mtu kama atachungulia kwa chini huko, ehe, habari zote ziko wazi, lakini akichungulia kwa chini, ila kwa huku juu akionekani kitu. kwa kama utakuwa umevaa kanzu yako mfano, haujavaa kitu chochote ndani, hakikisha unafunga mpaka juu, sawa? Maana yake ukiinama huko kusiwe wazi, kiasi ambacho mtu akichungulia kwa hivi anaweza kuona kwa ndani ilivyo, mundani haitakiwi uko atakiwa afunge, au kama itakuwa hapa pako wazi, basi afunge katikati hapo, atafute kitu cha kufunga katikati hapa, ili hata kama kutaonekana, utaonekana sehemu ya kifua tu, lakini kushuka huko chini hakuonekani. Upande wa juu kunazingatiwa katika kuonekana au kudhihirika kwa mwili wa mwenye kuswali, kwamba hapo wanazingatiwa kuwa sasa iko ni mtu ambaye amekosa stara, wanazingatiwa sehemu ya juu na kunazingatiwa kwenye mzunguko, lakini hakuzingatiwa sehemu za chini Hakujazingatiwa huko. Umeelewana vizuri mpaka hapo? Kwa hiyo upande wa stara lazima tuwe makini mabwana, katika kujistiri. Lakini la mwisho kwa leo, la mwisho kwa leo, maarifa tu dukhuli wakati. Ni sharti hujua kuingia kwa wakati, yaani ibada ya swala lazima iswaliwe ndani ya wakati wake. Inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta. Hakika swala imekuwa kwa umini ni fardhi yenye kuwekewa wakati wake. Kwa hali hiyo basi, mtu anapotaka kuingia katika ibada, mfano anataka kuswali adhuhuri, lazima ajue muda wa adhuhuri umeshaingia ndio aswali. Inanielewa vizuri? Asiswali swala ya adhuhuri kabla ya muda wake. Mfano leo bwana, niko bize sana na shughuli nyingi, sababu hapa muda si mrefu nitatoka Nataka nielekee zangu uko upande wa nani udhalamu niko nikatembee kidogo. Au na jambo langu. Au na wageni kwa muda fulani. Sasa hapa ili isishughulishwe muda huo kwa njiweze kabisa saa nne hiyo anaamua kusali kabisa adhuri yake. Anaswali kabisa ili baadaye asipate shida. Je, adhuri kusali saa nne amna hizo amna taadhuri? Kwa sababu ibada ya swala inazingatia sharti ya muda wake. Naelewa vizuri hapo eh? Lazima uswali ndani ya wakati wake. Kwa hizi ni sharti ambazo lazima kwa mwenye kuswali azijue, sharti muhimu sana sana sana, kwa sababu darasa langu sio ndefu na kusudia nipate maswali mawili matatu, kisha watu watawanyike wakatafute mambo mengine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Naam, karibu Naam, asante sana. Ijapokuwa somo langu mimi sikuzungumzia najisi, nimezungumzia sharti, lakini kwa swali linaloulizwa kwamba nimetoa mfano wa najisi mbili. Maanake, najisi mbili nimezitumia kama mfano, sio kwamba ndo maelezo ya najisi. Najisi ziko nyingi. Kwa maana sio mbili jamani. Haja ndogo ni najisi, haja kubwa ni najisi, matapishi ni najisi, e, tuna najisi ya mbwa na nguruwe ni najisi. Kuna najisi ya usaha ni najisi. Kuna najisi ya damu ni najisi. Hata vinyesi vya wadudu a, ni najisi. Hizi najisi, kwa mfano labda tuchukulie haja eh, kubwa ya kuku ni najisi, ya bata ni najisi. Ziko hizo eh, eh, ambazo nimezitaja sio zile mbili tu, wallahu a'lam.

Naam, kuna kutafuta muda mwingine wa kulipa deni na kuna kuitanguliza kuswali kabla na kuna kuswali ndani ya wakati wake husika. Anauliza swali yeye bwana, kama ni mfano mwajiriwa, lakini katika ajira yake kuna wakati anabanwa, hawezi kutoka kwa mazingira ya ajira aliyonayo ili akwenda kuswali. Sasa swali inaweza likawa kuna A na B anaweza akaswali kabisa kabla ya kuingia kazini, ili akishaingia kule tena kishughulishwa na kazi, haina shida. Maana yake labda anaingia kazini tuchukulie saa tatu asubuhi, au ni swali kabisa adhuhuri, kwa sababu najua nikishaingia kule, alasiri ndo tunatoka. Au ni swali kabisa adhuhuri na alasiri, muda huo saa tatu sababu kule kutoka inawezekana nikawa magharibi. Hiyo kuna picha ya kwanza au A. Lakini ya pili, kwamba naingia kazini nitafanya kazi mpaka najua kwamba muda fulani utanipita wa swala, lakini nikishatoka kazini nitakuja kulipa viraka vyote vilivyonipita wakati nipo kazini, ni ya dhuhuri kwenye jobu, alasiri nipo kwenye jobu. Unaona bwana, ehe, hiyo ndio bio kwamba naitoa swala kuiswali katika muda wa mbele yake ya kwanza. Hey, kwamba naitanguliza kuiswali kabla ya muda wake wa dharura. Hiyo na mitihani au mfanyakazi mwajiriwa. Haya, katika sheria kuna nyudhuru za kisheria za kuitoa ibada nje ya wakati wake, kuna nyudhuru za kisheria za kuitoa ibada nje ya wakati wake lakini sio kuiswali. Mfano kabla kabla kabisa, yaani kabla kabisa, ila baada uswali. Kabla ya muda sio, ila baada. Kama kutakuwa kuswali kabla ya muda, kuna utaratibu mwingine kabisa ambao nitaueleza, ama msikilize vizuri hapo ni udhuru za kutoa ibada nje wa ya wakati. Mtu alisahau, amekaa ka sahau kabisa, kama kuna dhuhuri ya jaswali udarasi dhuhuri, ah, sija swali a siaswali huri. Maana yake apo anatakiwa ailipe ile adhuri yake ya na, ule ni udhuru wa kisheria kwa sababu alisahau. Kwanza wa pili alipitiwa na usingizi amelala kuanzia saa tano kaja kuamka saa kumi na moja ramaki, maana yake hapo, alasiri e, bado muda upo, lakini adhuhuri ilishampita. Anachotakiwa kwamba aswali ile adhuhuri ndani ya muda huo alasiri, kwa sababu ilimpita, pia kwa mujibu wa udhuru wa kisheria alipitiwa na usingizi lakini pia kuna baadhi ya wengine wameelewa, mtu akishapita ishampita ibada ya swala kwa sababu ya dharura mojawapo, basi anaona kwamba haitaki umeji kuswali hata ishapita tena hiyo. Yeah. Eh, sio ilikuwa na dharura, kwa hiyo udhuru, ah, ulipe sio nimeshapita. Maana yake udhuru wako ni wa kutoa ile ibada nje ya wakati, sio kutoswali kabisa. Lazima ieleweke hivyo, yaani ume, umepewa udhuru wa kuiswali ile ibada nje ya wakati wako sio kutoa uswali kutoa uswali kabisa. Kama umesamehewa, a a unailipa. Hizi dharura mbili, udhuru mbili za kisheria. Lakini kuna udhuru unaitwa wa al-ikrahu, kutezwa nguvu, utezwa nguvu. Sasa katika kutezwa nguvu hapa io tu lazima tuwe makini. Unatezwaje nguvu? Kwa mfano, kama sehemu ya kibarua, unatezwaje nguvu katika kibarua na ilhali umechagua mwenyewe umechagua eh ee, kibarua unakuwa umechagua, lakini kuna kutozwa nguvu. Mtu yuko gerezani, amefungwa kule, yani unefika muda wa dhuhuri, anataka anatia udhu, atakwenda kuswali muda ule ule, kaje jamaa, pakia kwenye gari, kule tunakwenda chole kukata miti. Sasa ndio ushatia udhu, unataka kuswali bwana, ndio kasema bwana a a mimi bwana lazima nimalize kuswali bwana, wewe piga uwa garagaza kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammad hakuna kujiumiza, sheikh eh, yani upigwe mifimbo ya bure. Acha acha, nenda katumikie jambo lako, kwa sababu ndio upo katika jambo lile. Lazima nenda katumikie jambo lako uh, kwa amani kabisa, unarudi hata kama itakuwa nje ya wakati. Ukirudi utaswali nje ya wakati kwa udhuru ambao unakubalika kisheria umetezwa nguvu lakini kwa mujibu wa sheria si kwamba wewe umechagua kuingia kule. Sawa, eh? Wewe kule umeingia kwa dharura hizo zilizokukuta. Maana, unajua sio kila aliyoingia gerezani, unaona bwana yeye ameingia kwa kujitakia. Hakuna mtu anayetaka kwenda kuingia gerezani. Eh, Kama wapo wale ambao walishazoea maisha ya kule. Hao kitolewa leo na kuja kutafuta jambo ili arudi kule, kwa sababu anakuwa mpira bado yangu bado Eh, vilabu vyangu bado vipo. Kwa hiyo anatafuta jambo lolote ili arudi kwenye vilabu vyake. Asiyo huyo. Leo nazungumzia mtu ambaye ana taruka kwa mujibu wa sheria jamani. Tumeelewana vizuri mpaka hapo eh? Tunakutezwa nguvu kwa design hiyo. Kwa hiyo nje ya hapo itahidi uombe ruksa. Baruksa, fanya ibada yako. Endelea. Lakini pia kama itakuwa udhuru wa safari. Udhuru wa nini? Wa safari. Uko ndani ya basi. Tayari inakwenda. Kwa hiyo mda wa swala umefika. Uko mule maana udhu una, unajua namna gani, utafanyaje sasa, kumwambia mwe, basi eh, bwana eh, simama bwana, kanike msikitini nikaswali, unaona? Au simama bwana, kanike fanye ibada kidogo. Sawa, dereva anaweza kasimamisha, ukashuka. Akakusikiza vizuri, ukashuka basi, wewe unafanya ibada huko, watu wanaendelea na safari. Kwa hiyo kama ibada yako utajua una, unaondokaje ni mbele kwa vizuri Umeshuka vizuri, unakwenda kufanya ibada, umeingia msikitini, huku gari inawasha, watu wanaondoka. Wewe ukishamaliza utajua mwenyewe unasafiri vipi, lakini pale tayari washakusaidia sasa. Utakubali unao na tena kulipa nauli uli nyingine kupanda gari nyingine, watu washaondoka. Eh, kwa hiyo sasa hapo usifanye mcha Mungu sana. Subiri kwa nini? Swali wa kukusubiria hakuna gari leo, hujakodi peke yako eh. Leo gari sio yako, wewe una maamuzi nayo umetezwa nguvu na ndio maana katika swala ya safari, katika swala safari tumeambiwa pia kuna swala ya msafiri, kwamba huyu sasa, kwa kuwa msafiri, ana uwezo wa kukusanya akachukua alaasiri, akaja kuiunganisha pamoja na adhuhuri, akaziswali zote mbili ndani ya wakati wa adhuhuri. Lazima ufike wakati wa swala moja yao, asiziswali saa tatu zote hizo, sababu saa tatu adhuhuri jaingia wala alasiri jaingia We takiwa mmoja aitoe kuipeleka katika wakati wa swala ya mwenzie, ima kuitoa adhuhuri kwenda kuiswali kwenye alaasiri pamoja, au akaitoa alaasiri akaja kuiswali kwenye wakati wa dhuhuri pamoja na n hey ile ya dhuhuri. Umeeleana vizuri hapo, utaratibu eh uko hivyo tu. Allahu a'lam. Naam, karibu mwalimu, maswali mazuri yote mawili Swali la kwanza mmemuelewa, anauliza hivi: mimi nina mchanganyiko wa hadathi, hadathi kubwa ninayo na hadathi ndogo ninayo, zote mbili. Sasa ninapokwenda kuoga kwa ajili ya hadathi kubwa kwa, naweza nikatia nia ya zote mbili kwamba nikimaliza kuoga hadathi kubwa ishaondoka, na hadathi ndogo muda ule ule ishaondoka, naingia msikitini duku? Swali meelewa swali lake E, bila ya kutia uru maanake, huru ule ule utosheleze e? Jawabu hapana. Kila e, twahara ina utaratibu wake. Twahara ya hadathi kubwa ina utaratibu wake nako, ni kueneza maji mwili mzima, mwili wako wote uenee tu maji, lakini twahara ya hadathi ndogo ina utaratibu wake wa kuosha viungo maalumu e, viosha hivyo viungo maalumu, sio mwili wote basi hapo hadathi itakuwa, kwa hiyo kwa, kwa kuoga tu josho kubwa, ikawa vimeondoka vyote viwili? Haipo lazima kila moja lijitegemee. Lakini swali la pili anasema, kuna mtu anaishi naye, lakini ana matatizo ya ugonjwa wa akili, kuna wakati akili zinapotea. Unaona, bwana anaweza kamaliza siku nzima, mpaka siku ya pili au ya tatu, watu e, mfunge, mpona mfunga kamba e, e, mshike mshike, mpaka inafika wakati katika yake doa anapata unafuu anarudi katika hali yake ya kawaida. Sasa hapa kipindi kile ambacho yeye akili zisharuka, maana yake hapa mtindo wa ibada hapa hawezi kufanya, na katika miongoni mwa vitu ambavyo vinavyoondosha uwajibu wa ibada ya swala ikiwemo ni ugonjwa wa akili. Ugonjwa wa akili unaondosha uwajibu wa ibada ya swala, na mtu anapokuwa bado mtoto wa jabali pia unaondosha uwajibu wa ibada nini ya swala. Sasa jawabu ye swala zile atalipa au halipi? Zilizompita wakati wa hali hili, yawabu ikiwa baada ya kuingia labda muda wa dhuhuri, swala ya dhuhuri ishaingia, wanakutavuta kutavuta muda, akaona asogeze sogeze, amesogeza kiasi cha muda ambao lau ange angeshughulika kutia udhu na kuswali kwa muda ule ambao yeye alikuwa anasubiria, kabla ya kupatwa ule ugonjwa, angeweza kumaliza ibada yake ya swala, lakini muda huu ulimpita, hatimaye akajikuta sasa unampata ule ugonjwa. Wakati wa muda huu angeweza kufanya ibada na akamaliza. Unaelewa vizuri hapo? Huu ugonjwa kuanzia hapo ulipompata na kuendelea, vipindi vilivyompita wakati upo katika hali ile, alipi ila kipindi hiki kilichompita ambapo alipata muda kuweza kufanya ibada kuswali, lakini alichelewa chelewa mwenyewe kujichelewesha mpaka unampata ule maradhi, huu muda wa nyuma anaulipa. Maana anadaiwa deni la adhuhuri ambayo alichelewesha kabla ya kupata maradhi. Lakini adaiwi ya adhuhuri na alasiri ala zilizomkuta zizom, wakati iko ndani ya ya maradhi. Eh, kwa hiyo hata kama itakuwa amekaa miezi sita katika hali ile akija akikurupuka aki tu hali amerudi tena katika hali ya usalama wake uko mzima, basi mumkumbushe bwana, siku ile una deni la adhuri na mwezi ule kabla maradhi yako. Eh, ulicheza cheza pale mpaka hatimaye eh, ukakupata mtihani huu. Kwa hiyo atalipa swala ile iza katikati atalipa. Wallahu alam. Eh, swali la mwisho. Eh, nia so, eh, ya dhuri iyo ni yake, atatia nia kwa maana ya kulipa ile adhuri, kama ambavyo mtu ambayo imempita ibada ya swala eh, alilala kapitiwa, basi nia yake atakayoileta ni ile nia ya kulipa ile swala yake. Allahu aalam. Lakini yeye anasema kunguru amekunyea. Eh, u wakati mwingine naye analenga shabaha. Sasa bahati nzuri kalenga imetua katika nguo yako. Kwa maana tunakubaliana kuwa eh, he, kile kinyesi cha kunguru ni najis. Tunakubaliana hivyo. Sasa swali linakuja la msingi, je, katika kile kinyesi cha kunguru baada ya kuwa mtu kimempata katika sehemu ya nguo yake anatakiwa sasa aende nyumbani akabadilishe nguo zote uh, hizi akafue au asafishe pale tu mahala ambapo unguru ame amejisaidia. So, swali la msingi, anachotakiwa asafishe mahala pale tu penye najisi ndipo mahala ambapo atakiwa asafishe. Kwa hiyo kama atakuwa kuna shida kupangusia hapa, basi atavua kwenda katika sehemu ya maji, atachikite pale sehemu, atapasafisha pale, hakisha kuwa pako safi kabisa, anaurisha tena ile mbo yake, anaendelea na ibada yake ya swala kama kawaida. Lakini hivyo hivyo, hata kama itakuwa mtu yule kunguru sasa ame amejisaidia katika sehemu ya mwili wake, labda amempata mkononi, ye udhu wake ushaharibika, akati udhu tena upya, au anasafisha pale tu anasafisha hapo tu ile kinyesi kile kilichomdondokea, akija kuja kubatilisha udhu, imekuja kumletea najisi ambayo itamziwia asiswali kwa sababu ya ile najisi. Lakini udhu wake ule ule, kwa hata isafisha ile najisi, akimaliza anakwenda kuswali.